Kinyume cha nuru ni nini? Kinyume cha nuru ni giza. Maana yake Bwana atakufanya uwe nuru, kuizani. Utakapokuta watu hawaelewi wewe, utakuwa utakuwa mwalimu wao, utawaelewesha kwa sababu umeshika agano la Bwana. Ukikuta watu wanaishi maisha ambayo hayampendezi Bwana, utakuwa na shauku ya kuwasaidia wanje kwa Bwana wampendeze Mungu aliye wa hai, warejee kwenye agano, warejee kwenye agano. Ukisoma hiyo hiyo Isaya 49 msali mstari wa nane, vilevile anaendelea kusema, ngoja tusome 49 msali mstari wa nane. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana asema hivi, hivi, wakati uliokubalika nimekujibu na siku ya wokovu nimekusaidia, nami nimekuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuaridhisha kuaridhisha urithi uliokuwa ukiwa. Bwana Yesu asiwe sana. Sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, ikiwa unatembea katika agano la Bwana utakuwa sababu ya kuinuka kwa familia yako, utakuwa sababu ya kuinuka kwa familia yako. Kanisa la Mungu, Tanzania, tukisimama kwenye agano la Bwana, Tanzania itakuwa, haitakuwa Tanzania hii. Tanzania itakuwa Tanzania ya kulia, haitakuwa Tanzania ya kuomboleza, haitakuwa Tanzania ya kulia maisha magumu haitakuwa Tanzania ya kusema moja mbili tatu. Kanisa, tukitembea katika agano la Bwana, katika yale ambayo Mungu anatuagiza, katika yale Yesu ambaye anatuagiza, tutafanyika kuwa agano kwa taifa letu, na taifa letu litainuka kiuchumi, litainuka kwenye sekta zote, litainuka kila mahali. Bwana Yesu asiwe sana, haleluya, watu wa Mungu. Mimi sijui, sijui kama umefanyika agano kwa watu wengine, sielewi kama umefanyika agano kwa jamii na kuzunguka, sielewi kama umefanyika agano kwa watu wako wa karibu, sijui. Haleluya, watu wa Mungu. Mtu aliye na agano la Bwana hana wasiwasi wasi kusimama mbele za watu, nakuambia moja mbili tatu, Mungu anataka hiki, kwa sababu lile agano linakulinda, lile agano linakufunika, lile agano linakufunika, hautapatwa na madhara na wala adui hata kuweza hata kuweza. Mda mwingine watu tunaogopa, tunaogopa kufanya ya Mungu, tunaogopa kutenda ya Mungu. Kwa sababu gani? Tuko nje ya agano, tuko ya nje ya agano. Kuna watu leo hii wanasema wameokoka lakini ukiwaambia kwamba moja mbili tatu unatakiwa fanye hivi, wakati mwingine Mungu kabisa anawasemesha. Wakati mwingine unasemeshwa kabisa na Mungu, Mungu anasema na wewe kabisa kwa kiwango kikubwa, lakini hauna ujasiri wa kukifanya hicho anachosema na wewe kwa sababu uko nje agano, uko nje agano. Sasa mimi sijui kwa nini Mungu anataka, kwa nini Mungu anazungumza na wewe ujumbe huu. Sielewi kwa nini Mungu anasema na wewe ujumbe huu, anasema nitakufanya uwe agano kwa